Asante uh, sana, sana. Uh, nimekuja kwa uh, uh, ajili wa ya kuwaletea salamu wachezaji wa timu ya Azam FC ambao karibuni wamepata ushindi wa mabao mawili kwa bila dhidi ya El Melek uh, wakiwa kule Sudan. Uh, ulikuwa ni ushindi muhimu kwa sababu uh, wameanza mashindano ya kimataifa kwa kishindo na Mheshimiwa Rais amenituma uh, nije niwape zawadi yake ya goli la mama. Nawapongeza kwa sababu walicheza vizuri na Mheshimiwa Rais anaamini kwamba Azam FC watakuwa na mchezo mzuri ujao wa marudio hapa Dar es Salaam na tunawatakia kila la kheri. Mimi nimeleta fedha kutoka kwa Mheshimiwa Rais kiasi cha shilingi milioni kumi ambazo Mheshimiwa Rais anataka e, niwakabidhi wachezaji ikiwa ni pongeze zake za goli la mama. E, hizi fedha leo zimebanwa sana hata kuzichambua siwezi. Lakini Mheshimiwa Rais anasema hii ni motisha tu ndogo kwenu E, muone kwamba yuko na nyinyi. Naomba sasa niwakabidhi haya wote wawili. Sasa leo fedha zenu ni hizi hapa. Hii ni shilingi milioni kumi, fedha ya magoli mawili. Hongereni sana. Tunapenda sana kumshukuru mheshimiwa rais kwa kutuona na sisi kama watoto wake, anatusapoti katika mechi za kimataifa, pamoja na uh, wachezaji wenzangu una hatutomwangusha, mechi zijazo hatutomwangusha. Nadhani Jumapili tutafunga magoli mengi zaidi, ili umzigo mzigo uendelee kuja zaidi. Na sisi hatuna mengi kumwambia zaidi ya kumwambia kwamba tunamtaka kila laheri katika kazi zake. Mwenyezi Mungu azidi kumbariki atuendelee kutusapoti sisi watoto wake, asitwache mkono shala sisi tunamwahidi mheshimiwa, hatuwezi kumwangusha kwa mechi hiyo inayokuja, na tunamwahidi pia magoli mengi, kwa maana andae mzigo zaidi afuo mm, eh, uje mfuko mkubwa, huu ni mdogo, tumeona utoshi kwa leo. kwa hiyo mechi ijayo tunamwahidi mm. tunapata ushindi mzuri na magoli yatakuwa mengi. uh, sisi kama viongozi wa Azam Football Club tunapenda kwanza kuishukuru Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya awamu ya sita chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan Eh, kwa kutunga mkono kwenye kila hatua ambayo tunafanya, lakini hiki kitu ni kikubwa sana, kwa sababu inakwenda kuamsha inakwenda ku, ku, kuamsha zile adrenaline za wachezaji na kupambana zaidi katika michezo na ukuja nadhani kwa kuona huu mzigo eh, mchezo ujao hapa watakufa watu. Yeah. <laughs> magoli yatakuwa mengi na tutafurahi, au sio bwana, tutafurahi. Asante sana.